Kijana wa Kikristo lazima uwe na vision. Simama. Tuna watu kwenye Biblia walikuwa wamesimama, amesimama kulikweli. Mnamfahamu Yusufu, amekutana na mke mm -hmm. wa Potifa, mama jamaa akamwelewa, usingepita nayo kama noma na yeye, kwani shingapi